Sisi ni wanafunzi wa haki wa Baba Raila Amolo Odinga. Mimi kama katibu wenu, hakuna siku, hakuna siku, nataka msikie vizuri, hakuna siku ambaye mimi nita betray chama cha ODM. Uwa sahi hii kila mtu ako na mambo yake, anasema oh, mi baba aliniambia hii baba aliniambia ile, lakini ile tunaweza kukubaliana yote ni ile alituambia sisi. So sote tukiwa wazi mbele ya umma, baba alisema nini? Alisema tunadhifishe chama chetu kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027 tuweze kutoa na sisi candidate wa kuchaguliwa mwaka 2027. Tukiamua leo hii ya kwamba tunamsimamisha party leader wetu 2027, watu wanaenda nyumbani, utashinda huo uchaguzi. Mukisema SG wenu wasimame, kura 2027. hiyo <laughs> uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema wo. Ati ni Baba pekee alikuwa anaweza kuwaangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa simba ni nini simba. Eh, watashangaa sana. Jambo la pili, uhusiano tulioweka na serikali ya UDA, mkataba huo Baba mwenyewe aliwaambia, mwenye kuandika ni nani? Mwenye kuandika ni nani? Sifuna mimi huyu. Sasa wale ambao mlifanya fasaha katika shule kuna mwandishi kwa mfano eh, Chinua Achebe, Chinua Achebe ndio mwenye kuandika Things Fall Apart, si mnajua? Wewe ukikutana na Chinua Achebe leo unaweza kupingana na yeye ni nini iko kwa hiyo kitabu? Sasa kama mwenye kuandika huo mkataba, kama mwenye kuandika huo mkataba na ujua na uelewa, najua ulikuwa ni wa nini, najua unasema nini na ni kipi haisemi niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo. Ruto alisign, baba alisign. Wengine wanatuambia ati by elections za November 2027 party leader ati kuna candidates wa broad based, broad based si chama, na kama si chama haina candidates, so muniambie kala ya broad based ni gani, na simbol ya broad base ni gani? Mtu akitoka kule mashinani aseme anataka mtu wa broad base. Unampeleka wapi? Hakuna candidate wa broad base. Broad base is not a party. It is not a party. It does not exist anywhere. Nataka kuwaonya wale ambao wanatumia majukwaa ya kukampenia candidates wetu wa by election kuleta mambo ya two term pale. Nyinyi grassroots leaders, vile mnataka chama kiingie katika uchaguzi wa 2027, nataka niseme baba alitufunza ya kwamba mkienda safari ukienda kuwinda, mnaenda hiyo safari na watu ambao walikuwa anaita like minded, like minded. Ukimkaribisha mtu ndani ya ODM, lazima uniambie vile tabia yake na yangu inafanana. Munanielewa? Sisi ni wanademokrasia, sisi ni watu ambao tunaamini kwa haki za kibinadamu, sisi ni watu ambao tunaamini kwa usawa, sisi ni watu tunaamini kwa haki. Itakuwaje leo mnawakaribisha watu ambao wanakandamiza haki za wananchi, ati na wao waingie ODM? Mmekosa viongozi, mmekosa viongozi. Sisi ni sisi, wao ni wao. Tutatafuta marafiki ambao wana tabia na kama zetu. Hata nyinyi wazazi ambao mko hapa, utakubali mtoto wako atembee na mtu ambaye unajua anauza madawa ya kulevya Itawezekana? the company you keep wazungu wanasema, birds of a feather flock together. if your feathers don't look orange, please don't come near me. Mimi siyo wako na wewe si wetu. Ugonjwa wa korona ulitufunza, ugonjwa wa korona ulitufunza, wewe kama binadamu lazima ujue ni nini kinaendelea katika masoko ya kule China ya kuuza kuku na bata, kwa sababu usipoangalia nini inaendelea kule, ugonjwa utapoanzia mahali inaitwa Sichuan, hata sisi hatujui hata Sichuan ni wapi, ilifika hapa ama haikufika? Ilifika haikufika? Mnapoangalia huu ugonjwa wa kukandamiza wanademokrasia katika kanda yetu ya Afrika Mashariki, ni jukumu letu kusema hapana, kwa sababu ugonjwa huo kuvuka boda pale ni rahisi sana, ni rahisi sana. Hakuna kukimbia. Tunawaachia wanani pati pati zingine ndogondogo ndogo, zingine za sijui tribe moja sijui nini hapa. Unaona, mimi siwezi hata kuongea Kijaluo. Kuna sijui watu nimeona watu, Waturukana wale wa coast wa wote wako hapa, na hii ndio pati yetu. Kuna pati inaitwa broad based, umesikia? Ifika 2027 whoever we can feature our own candidate we can See, UDA kuja and kuja ujoin sisi ama ikuwe party yawa wengine wakuje kwetu.